Waheshimiwa madiwani, hata kama hampigi makofi potelea mbali. <coughs> wana wengine wananiangalia kama nimewanyima kura. <coughs> <coughs> <coughs> nimpongeze sana kwa kuaminiwa na wananchi, lakini pili nimpongeze sana Mheshimiwa makamu mwenyekiti pamoja na mwenyekiti wake kwa kuaminiwa na Waheshimiwa madiwani. Eh, ninajua tunaenda msikitini na sitaki kutumia muda zaidi ya dakika mbili na nusu. Niseme mimi leo sitazungumza mengi yale ya mipango yetu ya serikali. Sote tunafahamu mwelekeo mwelekeo wa serikali yetu sasa hivi juu ya masuala mazima ya kuboresha uchumi, utunzaji wa mazingira, kupinga ukatili wa kijinsia, pamoja na mambo mengine ambayo tutakuwa tukiyaongea mara kwa mara kwenye mabaraza, lakini kwa maslai ya muda, niseme tu mimi leo naomba ndua tu kwamba Mwenyezi Mungu alisaidie baraza hili liwe baraza lenye nguvu, lenye wabunifu, lenye kujua vyanzo vipi vya mapato, lenye kuweza kusimamia vizuri miradi ya maendeleo, kusimamia vizuri fedha zinazotoka serikali kuu na mapato ya ndani, lakini baraza lenye umoja katikati yenu nyinyi wenyewe, lakini baraza lenye umoja katikati baina yenu ninyi na mwenyekiti wenu. Uchaguzi umeisha. Kwa yale makundi ya kisiasa ambaye mara nyingi yanaweza katuletea matatizo, niombe sana kwamba yafe kuanzia sasa. Mwenyekiti tumeshampata, na jana nilisema kule Bumbuli kwamba kuna watu wengine wanatabia ngumu, ukimweka hapa nyuma yako tu akishakuwa hapa katibu wa waziri anamwangalia waziri anatamani yeye endo hayo waziri. Sasa watu hao wa washindwe kabisa. Tayari tumeshapata mwenyekiti mmoja, mheshimiwa Witness tunaye hapa. Yaliyotokea yote yameshatokea na yamepita, tuungane tuijenge Lushoto yetu kwa pamoja. Baada ya kusema hayo, mimi huwa na mengi ya kusema, lakini naomba kwa sababu bosi wangu yuko hapa, mheshimiwa waziri wa TAMISEMI na pale wizarani alisema kabisa kwamba yeye yeah, anataka TAMISEMI itoe tabasamu kwa wananchi. Sasa na mimi niseme ili, ili bosi wangu anisikie nikiwa nasema natamani baraza hili litoe tabasamu kwa wananchi, lakini tukianza na watumishi hawa, baraza hili likawe faraja kwa watumishi wa halmashauri hii. Tukishamaliza watumishi wa halmashauri hii, basi twende kwa watumishi wote wa halmashauri yetu ya Lushoto. Yale mambo ya kuazimiana sio matamu sana, japokuwa ya yanaonyesha kwamba kweli baraza lipo, lakini tuna uwezo wa kutatua changamoto tutakazokuwa nazo kwa njia ya mazungumzo na amani na mimi naahidi kwamba nitawapa ushirikiano kwa asilimia zaidi ya mia moja. Malengo yetu, wana Lushoto wapate huduma ile ambayo serikali imetazamia kufanya. Nipende kuwashukuru sana binafsi wananchi wa jimbo la Lushoto kwa maamuzi yao ya busara ya kuona kwamba ninafaa kuwa kiongozi wao mmoja wa viongozi kwenye uh, jimbo hili kwa kunichagua kuwa uh, mbunge wa jimbo hili. <coughs> naomba mshangilie pamoja nami. <coughs> <coughs> <coughs> ni mshukuru sana mheshimiwa rais kwa kuona kwamba katika wabunge zaidi ya 400 ambao tupo bungeni ameona ninafaa kumsaidia kwenye ofisi yake ambayo iko chini ya ofisi ya waziri mkuu kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia tawala za mikoa na serikali za mitaa. Tumpongeze na kumshukuru sana. Nichukue fursa hii pia kumpongeza mwenyekiti wetu wa halmashauri ambaye tumetoka kumchagua sasa hivi kwa kura za kishindo. Ni wapongeze pia wapiga kura wako, Mheshimiwa Mwenyekiti, kura 45. Hakuna kura iliyoharibika, hakuna kura ya hapana. Kwa hiyo hii nayo uone ni imani gani kubwa sisi wajumbe wako tuliokuwekea. Tuna imani kubwa na wewe, na nina imani kama ulivyosema utakuwa ni kiongozi wa kushirikisha, basi utushirikishe ili tuweze kuleta tabasamu kwa waheshimiwa madiwani tuweze kuleta tabasamu kwa watumishi wetu, watumishi wenzetu wa halmashauri ya wilaya ya Lushoto, lakini tabasamu ile iweze kushuka kwenda chini kwa wananchi ambao ndio waliotuchagua. Ndugu zangu, tumesikia maneno mengi. Mimi naomba nisichukue muda mwingi, kwa sababu tunafahamu tunaenda kwenye ibada muda huu. Mambo mawili matatu tu ya muhimu. La kwanza Waheshimiwa madiwani wenzangu, hatujajileta wenyewe, tumeletwa na tumeletwa kwa namna mbili, tumeletwa na wananchi. Kwa hiyo kazi yetu kubwa sisi ni kuhakikisha kwamba tunawatumikia wananchi waliotuleta. La pili, waheshimiwa madiwani wenzangu, sisi hatujaja wenyewe hakuna ambaye amekuja kama mgombea binafsi au yupo ano. Wote sisi tumetoka kwenye vyama na majority zaidi ya asilimia 99.9 hapa tumetoka kwenye Chama cha Mapinduzi, sio? Kwa hiyo inapotokea kuna swala la kichama naomba tuwe mstari wa mbele. Hatujajiweka wenyewe, yaani tusije tukatoka hapa tukasema mimi kwa sababu nimekuwa mbunge kwa hiyo chama basi. Ndugu zangu, hapana. Sisi tumefika hapa, sisi ni waheshimiwa madiwani, tumefika hapa kwa sababu tuna chama ambacho kimetu kimetubeba. Waheshimiwa madiwani wenzangu ndiyo pekee wa kuleta ile tabasamu kule kwa wananchi. Mimi ni daraja kati yenu na serikali kuu. Nirudie tena, mimi ni daraja kati yenu na serikali kuu. Nikizungumza hivi, ninamaanisha pia ndugu yangu mheshimiwa Singano ni daraja kati yetu na serikali kuu. Ayu! sisi tutakaa kwenye mabaraza yetu, tutapanga shughuli za maendeleo lakini, sisi kule, tutaenda bungeni, tutazungumza mambo ya majimbo yetu. Tukizungumza mambo ya majimbo yetu, fedha zinapoletwa ama rasilimali yoyote inayoletwa, ikiletwa, sisi ndio wa kuisimamia. Kwa hiyo, sisi ni daraja kati ya serikali kuu na ninyi na wananchi. Kwa hiyo naomba sana tujitahidi, kama walivyosema uh, viongozi wenzangu waliotangulia, jambo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaepuka migogoro ama, uh, mnaita nini, ya maslahi, migongano. Waheshimiwa madiwani wenzangu, ili tuweze kuwa na halmashauri inayong'ara, ni lazima tuwapende hawa ndugu zetu hawa wataalam. Bila wataalam kufanya kazi sisi hatutafanya kazi. Sisi tunakuja hapa mara moja, baada ya miezi mingapi? Baada ya miezi. Hawa wataalam hawa ndio wako hapa kila siku. Kwa hiyo hawa tukiwa frustrate, maana yake tumejichanganya sisi wenyewe, na ile tabasamu tunayotegemea ifike kule kwa wananchi haitafika. Nawaomba sana ndugu zangu wazee wangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, wadogo zangu, nawaomba sana, tukiwa wamoja kama halmashauri. Halmashauri haiwezi kuwa halmashauri kama haina mwenyekiti yule, kama haina waheshimiwa madiwani, kama haina wataalamu. Kwa hivyo sisi wote tukishakuwa kitu kimoja, hakika halmashauri hii itang'ara, na mjue. Kwa sasa hivi itakuwa inaangaliwa sana ni hii, si ndio imetoa waziri wa Tamisemi yeah. Eh, sasa mjue, mmenipa na nyinyi mzigo. Mkikorofisha maana yake kila nitakapokuwa naenda nikitaka kuzungumza wanaangalia jawe na hii <laughs> atakachouliza tu jawe na hii, huyu huko kwake ameshindwa kufanya kazi anakuja kutuambia sisi. Kwa hiyo ninyi mjue kwamba mmekuwa ni kioo na nikio cha kunisaidia mimi pia kufanya kazi. Baada ya kusema haya, mheshimiwa mwenyekiti, ningependa sana kuwa na, ma, na, na mambo mengi ya kuongea, lakini niombe kwa sasa niishie hapa na niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Nitaomba sana wakati mwingine nitakapokuwepo, nitakuwepo siku tano ambazo nitakuwa field kwa hiyo kwa wale ambao itaweza kupitia kule kwenye kata basi tutaongea. Kikao cha mwezi Julai 2025 tulikuwa na swala la maegesho ya magari eneo la NDC ya RDB na maeneo mengine ya ya watu binafsi ifanya ufuatiliaji, tulikubaliana ufuatiliaji ufanyike na mrejesho utolewe. Mheshimiwa, tulifanya utekelezaji katika hayo lakini pia tulikuwa na maamuzi ambayo aliweza kufanyika tutaona ile taarifa na namna tulivyotekeleza katika ule ukurasa wa tatu. Mheshimiwa, tulifanya pia kikao mwezi ule wa nane kwenye maeneo ya maegesho tulikuwa tuna ile yatoka nayo, kwa hiyo tuliendelea kutekeleza, tulikaa vikao kama jinsi ambavyo ilikuwa ikikaa kamati ya fedha ya kila mwezi. Kwa hiyo na sisi tuliendelea kufanya vikao hivyo kama jinsi ambavyo no inaonekana katika ukurasa wa ule wa tano, kikao cha mwezi Septemba, tuliweza kutekeleza shughuli mbalimbali ambayo ilikuwa ni miongoni mwa shughuli kwamba tulitakiwa kufika katika kijiji cha Maringo kata ya Malindi, ili kuweza kufuatilia utozaji wa ushuru wa madini ya chuma kama unatozwa kama sheria inavyoelekeza pamoja na athari za mazingira katika eneo linalochimbwa, na tulifanya utekelezaji waheshimiwa, mtaweza kuona ukurasa ule wa tano, namna ambavyo inaelezea. enekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Lushoto na waziri wa TAMISEMI, Mheshimiwa mbunge wa Bumbuli, wajumbe viongozi mlioko meza kuu, itifaki ikiwa imezingatiwa. Ndugu zangu, nimeomba nafasi hii ya makamu mwenyekiti ili kumsaidia mwenyekiti katika majukumu yake, na hakuna sababu kuu sababu ni kusimamia halmashauri yetu iweze kufikia malengo yale tuliyojiwekea, kwa mfano kukusanya mapato na kudhibiti ma matumizi pia. <tumisi> Swala kubwa ambalo litatuwezesha kufikia malengo hayo ni ushirikiano kati ya waheshimiwa w madiwani na watumishi. Bila ushirikiano huo kasi ya utekelezaji wa mambo yetu haitakuwa ikienda vile ilivyopangwa. Waheshimiwa madiwani, kama mnavyofahamu, sisi wote ni wadaiwa, tuna madeni, tunadaiwa. Hatudaiwi fedha, lakini tunadaiwa zile ahadi tulizoziweka kwa wananchi wetu. Sasa bila halmashauri kuwa katika mwenendo mzuri, hatuwezi kufikia malengo hayo. Baada ya kusema hayo, niwaombeni tu kwamba naombeni kura zenu za ndio ili tuweze kushirikiana katika kufundisha mhudumu hili katika malengo tuliyotarajia. yeah. yeah. Lakini jambo la pili, nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa heshima aliyotupa wana Lushoto, halmashauri ya Lushoto, kwa kumteua mbunge wetu kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Hii ni heshima yetu wana Lushoto, tuipokee. Lakini mheshimiwa waziri, utufikishie salamu kwa mheshimiwa rais kwamba tunamshukuru sana, ameona tumekuwa na chaguo zuri ambalo linahuzika na huko akakuona umsaidie katika nafasi hiyo. Kwa hiyo tupelekee shukurani hizo, lakini pia tukupongeze wewe, wewe pia kwa kuchaguliwa kuwa mbunge lakini na kuonekana katika wabunge wengi kupewa nafasi hii nzito sana. Tukupongeze kwa namna yote. Hii inatokana na utendaji wako uliokuwa umeufanya katika nafasi mbalimbali mbali ambazo uliaminiwa. Hilo ndio limepelekea ukaonekana, na sasa uko kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo tunakupongeza sana. Lakini lingine niwashukuru wananchi wa Lushoto kwa ujumla kwa kuendelea kuwa na imani kwa Chama cha Mapinduzi kwa kuweza kuchagua waheshimiwa wabunge wote wa majimbo yote matatu, lakini e, na waheshimiwa madiwani kata, na wa kata nawashukuru sana. Lakini nawashukuru waheshimiwa madiwani na nawapongeza pia leo kwa kuapishwa sasa kutoka kuwa wateule na kuwa waheshimiwa madiwani wa halmashauri hii ya Lushoto. Nitumie fursa hii kuwapongeza sana, lakini pia nitumie fursa hii kumpongeza mwenyekiti wa halmashauri ya Lushoto. Waheshimiwa madiwani wameonyesha wana imani kubwa sana na wewe, na wewe katika hotuba yako umesema wewe ni kiongozi wa wote na ni kuongozi mshirikishaji. Hiyo itakuwa ni dira nzuri, na hapo tunategemea mafanikio makubwa katika halmashauri yetu lakini pia nimpongeze makamu mwenyekiti kwa imani kubwa ambao washauri wa diwani wameionyesha kwako, kwa kupata kura zote za ndio na hakuna kura ya hapana hata moja. Kwa hiyo na wewe pia utafanya majukumu yako ya kumsaidia mwenyekiti katika halmashauri yako ya halmashauri hii, na wewe pia una nafasi kwamba ulikuwa mtumishi hapa. Kwa hiyo tunakutegemea sana katika hilo kwamba utakuwa msaada mkubwa kwa mwenyekiti lakini pia na kwa waheshimiwa eh, madiwani. Mwisho niwakumbushe waheshimiwa madiwani kwamba halmashauri yetu ya Lushoto tumepata bahati ya kuwa na waziri wa TAMISEMI. Sasa hilo kuwa na waziri wa TAMISEMI kwa upande mmoja ni faraja kwetu, lakini kwa upande wa pili sasa tuangalie majukumu yetu kwa sababu halmashauri hii sasa itakuwa inatizamwa sana Tanzania nzima. Tukifanya jambo lolote ambalo litakuwa si jambo zuri, tunamwaibisha waziri. Tukifika mahali tunapata hati chafu, maana yake waziri yumo, na tunamvunja nguvu, kwamba atasimamiaje sasa halmashauri zote Tanzania kama halmashauri anapotoka haifanyi vizuri. Ona sasa wajibu tulionao, kwa wale madiwani mliokuwepo muone kwamba mna wajibu mara mbili tofauti na kipindi ambacho kimepita, na madiwani wapia, muone, ambao mmeingia wapya muone wajibu ambao tunao. Tusifurahie tu kuwa na waziri, tuone kwamba sasa tuna kazi kubwa ya kufanya. Na mwenyekiti hapa amesema kwamba tukasimamie mapato, ukusanyaji wa mapato, tukawe wabunifu kwenye maeneo yetu kubuni vyanzo mbalimbali vya mapato tukisha kukusanya mapato tuna wajibu pia sasa wa kusimamia matumizi ya mapato hayo ili halmashauri yetu iweze kufanya vizuri sana. Tukifanya vizuri sana tunamheshimisha pia waziri wetu wa TAMISEMI ambaye ni diwani mwenzetu. Mwisho ni waombe waheshimiwa madiwani pamoja na wananchi wote kuendelea kuhimiza amani katika wilaya yetu. Nimepata habari sasa hivi kwamba maeneo mbalimbali ya mikoa watu wanakuja Lushoto, wanakuja Lushoto. Kwa nini? Huku kuna amani, kule waliko wana mashaka, lakini huku wanaamini kwamba huko salama na tuko salama. Kwa sababu ya sisi wenyewe kwanza hatukubali vurugu, lakini tuna mkuu wa wilaya jasiri, ambaye anasimamia vizuri nafasi yake. Ndio maana hata kipindi kilichopita vurugu vurugu, kwetu kulikuwa na amani. Tunategemea hata sasa hivi wilaya ya Lushoto itakuwa na utulivu na amani katika kipindi chote. Kwa hiyo sisi viongozi tuna wajibu wa kuendelea kuhimiza amani katika maeneo yetu. Nawashukuru sana. Asanteni sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yes. Asanteni sana.